Majina anaitwa Godfrey Mlelwa ni tour guide wa hapa Luhira Zoo. Kuna tembo ambao ametoka kijiji cha Kajima, Tunduru na tangu afike mazingira haya kwa sasa ana muda wa mwezi mmoja na kidogo. Kwa umri wake kabisa kwa sasa ana jumla ya miezi mitatu na kidogo anakaribia kwenye wanne kwa sasa. Lakini yeah. Huyu pia ni baby elephant kwenye upande wa vyakula kwa saizi bado hajaanza kula nyasi. Tunategemea kwa upande wa tembo kwenye upande wa kula nyasi mpaka atimize umri wa mwaka mmoja, hapo ataanza kujitegemea mwenyewe kula nyasi, lakini pia upande wa maziwa na pia atakuwa anakunywa. Lakini sasa kwa hiyo tembo analelewa hapo, kuna watu ambao wameandaliwa maalum special kwa niaba ya kumtunza huyu tembo. Wako vijana wetu wawili, kuna huyu brother na kuna mwingine Brother Dennis, ambao yuko huyu tembo anahudumiwa kama mtoto na maana kwamba hata jinsi anavyolala huwa kuna sehemu anaandaliwa maalum, anafunikwa blanketi ili kumkinga na baridi na vitu vingine. Kwa hiyo maziwa anapewa kila baada ya lisali moja idadi ya maziwa ni lita moja na nusu mpaka mbili kabisa inafika kila baada ya lita moja na nusu e. Lakini kwa sasa, kwa sasa kwa huyu tembo wetu tunategemea kwamba shitimizo mule wa mwaka mmoja atapunguza idadi ya maziwa, lakini pia upande wa nyasi pia atakuwa anaanza kula. Kwa muda huo huyu tembo aliwacha kwenye safari akiwa na mama zao, ina maana kwamba kulingana na jinsi sababu kwamba hapo Kajima Tunduru kwamba kuna namna ya ufukuzaji wao tembo, waka kuna mashine ambazo wanazitumia kwa namna ya kuwafukuza wao tembo lakini kwamba huyu tembo na alikuwa bado mdogo, kwa hiyo aliacha kwenye kundi la mamao, lakini kwamba watu kawa wameenda pale wa hifadhi wakawa wamemkuta huyu tembo mdogo, kawa wamchukua kwa niaba kwenda kumfuga kama mtoto yatima. Huyu tembo kwa sasa tupo kwenye mpango wa kumbadilisha mazingira, na huyu tembo amezaliwa mazingira ya porini, kwa hiyo tupo kwenye mpango wa kumbadilisha ile mazingira sawa mazingira ya porini, azoe mazingira ya nyumbani. Maana kuna watu maalum special ambao tumewachagua kwa niaba ili tembo aweze kumbadilisha mazingira, lakini kwa sasa pia tutakuwa naye mazingira hapo, sababu kimekuwa kivutio mmoja wapo kizuri kizuri ambacho watu wengi sana wanafurahi wakimwona mazingira ya hapo, lakini kwamba kwa uti ambao tutaishi naye kwa muda huu mpaka labda vitimiza ya miaka minne au mitano Baada hapo tutamwachia aende kuishi mazingira yake mwenyewe ya porini. Upande wa tembo huwa pale anapozaliwa tu anakuwa ana kilogram kuanzia tisini mpaka mia ishirini lakini sasa tembo akiwa yuko mkubwa au akiwa yuko adati anakuwa ana tani kuanzia sita mpaka tani saba